Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua jaji wa mahakama ya Rufani Mheshimiwa George Mcheche Masaju kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania, kulingana na taarifa ya katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiruka leo Juni 13 mwaka 2025 imeeleza kuwa Mheshimiwa Masaju anachukua nafasi ya Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma ambaye amestaafu. Uapisho wa jaji mkuu utafanyika Juni 15 mwaka 2025 Ikulu ya Chamwino mjini Dodoma, kuanzia saa 4 asubuhi. George Mcheche, Mcheche Masaju ni mwanasheria wa nchini Tanzania. Mwaka 2015 aliteuliwa na Rais Jakaya Kikwete kuwa mwanasheria mkuu wa nchi. Akaendelea katika nafasi hii baada ya kuingia kwa rais mpya John Magufuli, na Rais Samia ndiye aliyemteua kuwa jaji wa mahakama ya rufani. Masaju alikuwa mshauri wa kisheria katika ofisi ya rais kabla ya kuwa naibu mwanasheria mkuu mwaka 2009. Huu ni uteuzi mpya wa jaji mkuu wa Tanzania e, George Mcheche Masaju.